Kwa hivyo ujuzi wa mababu unakusaidia zaidi kujua mambo ya kuepuka. Tulikuwa na msichana mwingine alianza kutafuta kupunguza mwili sana, anaanza kusema hataki mwili mkubwa, lakini kumbe mzazi wake naye, wazazi wake sio watu wa miili mikubwa. Niliwahi kukutana naye nikamwambia, mbona unajitesa ili uwe na mwili mdogo? Jifunze kwenye ukoo Akakaa chini akasema, unamaanisha nini? Nikamwambia no, angalia mwili wa babako na mamako, wakoje? Sema wako moderate, wako na miili ya kawaida tu sio kubwa. Nikamwambia haya, angalia mwili wa babu yako na bibi yako mzaa mama na wale mzaa baba walikuwa na miili gani? oh, wengine sijawaona. Uliza, alienda hivyo mpaka kwenye babu na bibi wapande zote akakuta wengi walikuwa na miili tu ya kawaida, si kubwa sana. Nikawambia sasa, kama kule ujakuta mtu aliyekuwa na kimwili kikubwa, mpaka kwenye hawa watu wanne wa juu na hawa watu wawili waliokuzaa, kwa hivyo usijitaabishe, fanya disiplini tu kwa chakula na mazoezi na mambo mengine balans, pia kulala, lakini usijitaabishe wewe, ujakuwa huo mwili mkubwa, utautoa wapi? Maana vitu vingine ni vya ukoo. Kama wewe ni mfupi, watoto wako hawawezi kuwa warefu sana, na kama wewe ni mrefu, watoto wako hawezi kuwa wafupi sana. Maanake vitu vingine vinaendana na ukoo. Nilipomwelewesha hivyo kisaikolojia, akapata picha.